Karibu sana kwenye chaneli yangu na anasimzaburi kitu ambacho atakiwa kukisahau kabisa ni kuhakikisha una subscribe, una like, una share na kucomment. Hii itasaidia sana na inaweza kuwasaidia wengine zaidi ili kuhakikisha kuwa wanajipatia ujuzi mbalimbali mbali ambao tunapeana kidogo. Kwa hiyo nili awali, nilikupa ya application ambayo inaweza paid to go, ambayo unaweza ukajiingizia hadi dola mia au laki mbili na shilingi elfu hamsini zaidi ya hiyo kwa kazi ya kutembea tu na kukimbia. Kila kitu kwenye maisha yako kina thamani, kutembea kwako kuna thamani, kukimbia kwako kuna thamani pia. Na leo nimekuja ni kuoneshe namna sasa ambayo unaweza ukapakua fedha kutoka kwenye application yako na kuja kwenye simu yako. Kama ilivyokueleza awali, application hii haihitaji kwamba uwe na account benki, siwe na nini no? Namba yako ya simu pekee inatosha kutoa fedha kwenye application hii na kuja kwenye simu yako. Kwa hiyo itakusaidia sana na ni jambo jema sana ambalo litakusaidia wewe katika kuendelea kujiingizia kipato cha msingi, ni kuendelea kupambana kukimbia kutembea kwako, ili kuendeleza hizi challenge zako. Sasa hapa, karibu tunaingia kwenye application yetu Paid to Go kama hivyo unavyoiona hapo eh, kwa tunachotaka ukifanya hapa, tunaibonyeza application yetu ili tukuoneshe namna ambavyo unaweza kupakua fedha yako kwa application yetu. Inafunguka kama hivyo unavyoona. Kwa leo hapo naona ni, ni mitembeo yangu imekuwa ni 3325 hizo hatua ambazo nimepiga kwa leo. Kwa hiyo unakuwa unaona hapo kila muda kadiri unavyotembea tu ndio, na na kazi ya application hii no. Kwa hiyo na ni application nzuri sana, nzuri sana, na ambayo inaweza ikabadilisha maisha yako. Lakini pia kitu kingine unachoweza kuwa unaangalia, unaweza kuwa unaangalia hapo kuhusu namna unavyotembea uh, average za kwa siku umetembea kiasi gani, maili ngapi, kwa ni ngapi umevuna kwa siku hizo, kwa kama unavyoona hapo, simamo mzima unavyokuja, zile unazoziona ndogo kabisa unakuta ni hatua ndogo. Kwa mfano tarehe 17 Juni ni 1146 hizo hatua ambazo nimezipiga mimi mwenyewe hizo. Kwa hiyo hapo ukiona simu imepanda zaidi, pia ni hatua zilizotembea siku hiyo. Kwa hiyo data nzima unakuona, unazipata hapo hapo kupitia simu yako. Kwa hiyo unapata hizo data inakuwa inasaidia zaidi, e, we mwenyewe kuona namna gani ambavyo unaweza uka endelea kujimarisha zaidi. Sasa hapa kitu nitakachokwenda kukuonesha ni kuona namna gani ambavyo unaweza ukapakua fedha yako. Kwa tayari tumeona namna tunavyoangalia vireji zetu, tunaanza kuangalia sasa namna ambavyo unaweza ukapakua fedha yako kutoka kwenye aplikesheni hii kuja moja kwa moja kwenye simu yako. Hii itakusaidia sana, kwa sababu kama mtu akikuonesha ujanja wa kitu fulani, lazima akuoneshe na namna ambavyo unaweza soka anufaika nao. Lakini pia kitu kingine, unaweza kuangalia average kama unavyoona na kuonesha hapo, mwezi mzima, kwa mfano mwezi wa, wa Mei ni imepiga hatua laki moja na mia nne arobaini na tano. Nikiwaambia kuna zile challenge ambazo unaweza kuona zifanya, ni rahisi sana kwa hiyo unajikuta kwamba unapata fedha nyingi sana, kitu ambacho inaweza kufaidisha kabisa. Kwa average inajiona kwa, kwa, kwa mwezi kama hivi Mtu anakuambia kwa mwezi laki mbili na hapo siku nyingi ambazo ndo sijatembea kabisa. Mtu anakuambia average ya laki mbili eh, kwa mwezi ni kitu rahisi sana wewe mwenyewe unaweza hapo ulipo. Kwa hiyo lazima utazame namna gani tu unaweza ukaanza ili kuona unavyoweza kufikia malengo yako. Kwa sasa hapa tunaenda kuangalia namna ya kupakua. Inabidi ni kuja hapa kwenye hiyo alama, halama kwa kidoti cheupe. Unaona hapo inavyoonesha nayo navo mia moja thelathini na nne Redmi ni sifuri, na current balance ni hiyo mia moja thelathini na nne potential USD value yoni, samania. Kwa hiyo ni thamani ya hizo coin kwa dola ni dola moja na pointi thelathini na nne kondo ambazo ni nazo hapo sasa. Tunaonesha namna gani ambavyo unatakiwa sasa kwenda kutoa fedha yako hapa chini kuna alama tunaziona pending payment malipo yanayosubiriwa hayo kama anataka kulipwa past payment naweza katuonesha malipo ambayo sasa request paid ukibonyeza hapo inakuonyesha kwamba payment inayotakiwa kuanza kutoka ni dola kumi na dola 25 dola 50 na zaidi ya hapo kwa hiyo anasema kwa hiyo siwezi kutoa fedha kwa sasa hivi kwa sababu hiyo balance ya dola kumi. Sasa fedha yako dola kumi, ninge request moja kwa moja hapo, kama masaa matatu ingia kwenye simu yangu, ni kitu rahisi sana, kwa hiyo, hivyo ndivyo ambavyo namna ambavyo unaweza ukatoa fedha yako kutoka kwenye Pay to Go. Unakuja hapo na bonyeza tu request payout; nitakuonesha hapo baadaye. Utasha request, itakuchukua ndani ya masaa machache tu, utaona fedha yako ishaingia kwenye simu. Ni rahisi sana kuitoa fedha hapo kwenye e, application yetu. Kingine unachotakiwa ni kuja hapa kwenye setting na kuangalia hapo, hapo kuna account alafu kuna PayPal ili uweze kutoa pesa lazima uwe na account ya PayPal. Na hapa tunaona tu kuna email yangu, address email yangu. <tipa> Uwe na account ya PayPal. Kwa sababu account ya PayPal ndio inasaidia wewe kutoa fedha. Kwa fedha ikitoka hapa na uje na account ya PayPal yani kuja kwenye line yako kabisa moja kwa moja ambayo umeiunganisha na account yako ya PayPal. Ni rahisi sana. Nitakuja kuonyesha pia namna na ya ku ya kutengeneza ya kutengeneza account ya PayPal. Nitakuja kuonesha siku nyingine. Kwa hiyo unaona, narudi hivyo, ubonyeza hapo PayPal, inaonesha account yako hivyo, itakuwa ni rahisi sana. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutoa fedha yako kutoka kwenye account ya Paid to Go ama application yenyewe ambayo inakupa fedha kwa kutembea na kukimbia tu peke yake. Itakusaidia sana video hii, kwa namna gani unaweza ka requesti pesa yako na ukaweka kwenye simu yako ikaingia lakini kima cha kwanza kama tulivyoona hapo ni hadi uwe na dola kumi. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo kaunti uh, unaweza ukatoa fedha kupitia kaunti hii. Asante sana, naendelea kuwa nami, hakikisha una subscribe like, na comment na kushare ili uweze kupata notification.